Anko Hashim alikuwa ni nguzo kubwa kwenye tasnia ya na urembo nchi hii, na tunasema mambo mengi, mtu alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa ni mwezi wetu, alikuwa ni baba yetu, mwezi wetu ni Anko, lakini kwa kweli alikuwa ni nafasi kubwa zaidi ya hiyo, alikuwa ni mratibu mkuu wa mashindano ya Miss Tanzania kipindi ambacho mimi nilishiriki, na alinipokea kwa shule, nilikuwa binti mdogo, alinipa ushauri mwingi sana kuhusu maisha

Mambo vipi, mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1? Ndani ya msimu huu washinda zawadi kubwa zaidi. <laughs> Tunaanza na siku kuu ya Pasaka hadi shilingi milioni ishirini kwa washindi kumi lakini haijaishia hapo. Kuna ushindi wa Toyota Ist na shilingi milioni kumi ikiwa inamfuata bado. Jumamosi na Jumapili shilingi milioni kumi, kumi. Bado ile jackpot ya shilingi milioni tano siku ya Jumanne na siku ya Alhamis. Kazi ni kwako kushiriki ndani ya Supa Kibunda. Mchezo Supa tunakwambia